Yes, by the way ni siku nyingine tena ikiwa ni muda mwingine tena waziri kali za town na ni exclusive na Uncle T mkali wa misimu yote. Bwana kusona mambo yako tu yani uko busy sana. Eh, 2026 mwaka wa kufanya kazi. Kama kuna vitu hatujavifanya hatujavikamilisha 2025 tunajitahidi at least 2026 mpaka inapofika mwezi wa tano, wa sita tuwe tumevifanya vimeisha au vina dalili vya kuisha. Okay. Yes. Hivi kati yako wewe na Juma Lokole nani ambaye yuko karibu sana na Zuchu? Hilo swali ni gumu, siwezi. hmm. Mi hapa so singii nani, kila mtu yuko yuko naye kwa mpango wake. Uh, mimi Zuchu, bosi wangu, mteja wangu, rafiki yangu, tunaongea hmm. Yes, kwao niko karibu naye na nampata nikiwa namuhitaji, i mean nikiwa ni na shida naye nampata. Kwa hiyo Juma, naye of course atakuwa na way ya kukutana naye, kwa hiyo sijajua nani yuko zaidi. Lakini sana sana uoga sana unasimamia mambo fulani fulani kwenye upande wa nywele na nini akae sawa na muonekano wake sio? Okay. Mimi najua ni mshabiki sana wa vibao kata na mimi nataka tuende moja kwa moja. Mimi nadhani umeona tukio ambalo sasa hivi lina trend sana na kila mtu anakuwa anatoa comment zake. Mm-hmm. E, lakini najua pia Anko T, e, uoga kuna namna vibao kata hivi uoga unahudhuria kwa ukubwa sana na sio mara moja, la sio mara mbili. Mm-hmm. E, so far nadhani umeona ile tukio. Mimi nataka tu utupe uchambuzi wa kina kuhusiana na kile. Lengo ya kibao kata kwanza tu ni kushangilia au kusheherekea mziki mama, kwa sababu kibao kata ni unaongelea mziki wa taarabu, ambao taarabu ni mziki ulio ndio mziki wa Tanzania. Yani ni kitu kama kacha yetu wa Tanzania kusikiliza taarabu. A, sasa watu, watu, watu wa pwani. Lakini so far hivyo vitu vinavyokuwa vinatokea vinatokea kwa sababu kutokana na watu wanavo kuna wewe una, una aga unaenda kwenye kibao kata kwa sababu uka enjoy, lakini kuna mwingine anaenda kwenye kibao kata kwa sababu akafanye shengesha na mtu kwao, ndio inatokea vitu kama hivyo. Hiyo shengesha ni nini? ya like kama ukafanyana na ukafanyana ugomvi wa ugomvi na mwenzako, unagombana naye utakutana naye ndio mtafanyana hivyo which kurushana leo. Hayo mambo ya pogo toka miaka ya zamani huko, watu walikuwa wanarushana leo toka zamani huko, naimba kina Jacob kwa kina Malimu Nasma Hamisi, yani hivyo kwa hiyo, sasa hivi ndio kila mtu anakoga na wea. Kila mimi nikienda kwa kibao kata naendaga kuenjoy muziki wa, wa taarab kwa sababu napenda taarab, napenda muziki ya pwani hivyo okay. Mm. so, na tokea waanze kuhudhuria vibao kata ni manufaa gani makubwa ambayo umeyapata kupitia vibao kata? mm -mm. Siwezi kusema manufaa manufaa, ni mimi sasa nakuwa nimepata uh, amani ya nafsi yangu mm. Unajua ukiwa okay, umefanya kitu kwa kienjoy mm. Uh, ukapata furaha ya moyo, umeongeza siku za kuishi. Nilienjoy, nilicheka, nilicheza, nilifanya hapo tu, lakini manufaa tunayapata kwenye kazi zetu binafsi tunazozifanya. Vibao kata sasa hivi vimekuwa okay, mm, ni vya vurugu sana Anko T. E, tusha kuona tu mpaka siku nyingine, watosha pigana tena maneno akawa ni mengi kurushana maneno nini na nini, lakini pia juzi tumeona tukio kama hili, lakini sasa kumng'ata mwenzake, tukaona video zinatrend kwenye mitandao, so lazima tumtafutie Anko T angalau naye pia atie maneno kidogo sawa. So unajua kwenye sola hilo kwa hilo ni jambo dogo sana hiyo, mm, watu kupigana kwenye kibao kata ku, akuleti picha mbaya kwa kibao kata ni kibaya au umeshaongelea ni watu Nimekwambia, kibaokata ni kitendo cha watu kuwepo kwenye, I mean kwenye tafrija hiyo, tafrija wata itabezi kusikiliza mziki wa mwambao, which hata waimbaji wa mziki wa mwambao wanaimbaga tu wamekaa chini hivi hawata hamnaga hata makashikashi kwa hiyo ukiona kashikashi zinatokea kwenye hivyo vibaokata, ni watu walishakuwa plan, yani walishapanga kufanya na uwezi kuzuia. That's why mimi siendagi kwenye aina hii ya vibaokata. Kama umegundua, mimi vibaokata ninavyoenda, yani ni lazima kiwe very classic Yes, yani siwezi tu kaenda kwenye kibao kata from no ya chenye ma, ma vitu kama you know, sio kitu napenda, kwa sababu mimi nitaenda pale ni enjoy, afu siku kuna watu wamepigana, ni ushamba, ni mambo ya kizamani. Kwenda kwenye shughuli sio mkafanyane maekaeka hivyo. Afu sasa hivi pia mm huwezi -hmm. tu ukatoka kwenda kupigana na mtu, mambo yenyewe ashakuwa mengi. Una, unaweza kuja kujiingiza kwenye, kwenye matatizo ambayo hata hujai kuplan mm -hmm. yes kwao sio kitu kizuri na sio kwamba eti kibao kata kinasababisha hivyo. Hiyo ni aina ya, ya watu wenyewe sasa. Mm -hmm. Eh, yes yani hao wahusika, kwa sababu kama mimi nikifanya kibao kata, huwezi kuja kufanya fujo kwenye kibao kata changu, hauwezi kwa sababu sio mtu wa hivyo yes, ndio hivyo sisi tunaendaga tunafanyaga private same yani, tunaendaga same very cool. tulikuja kwenye kibao kata cha Nandy kila kitu kilikuwa fresh, hakukuwa na mtu kumsukuma mtu. Hakukuwa na mtu sio nani kamtunza huyo amna ya mambo, sisi tunafanyaga tuliku enjoy tunaenjoy yani kawaida Mm. Kuhani, ni ile unaionaje sasa ya Kitasa mbaya kwa sababu siwezi kuongelea ni wametukioape shida yao. mm. lakini ya, uh, kuna way nzuri ya mtu kumalizana na mtu sizani kama kwenye event ya mtu ni vizuri kufanya kitu kama yaani, kupigana kuumizana sio nzuri. Yes, na, na Kitasa lakini mi namjua muda mrefu, nafikiri ndio mara yake ya kwanza. mm. nasikia na amefanya kitu kama hicho sijawai kumsikiaga ya kupigana vya kutokea kupigana sijai kumsikia. Okay. unavyosema kwamba unamjua Kitasa muda mrefu ume umemjuaje, na umemjua katika ngazi gani? Mteja wangu, Kitasa ni mteja wangu mkubwa sana, alikuwa anaagizaga nywele since way back kabla hata sina duka just. Mm-hmm. Yes, ndo Kitasa, kwa mimi na yeye tulijuania hapo e, dada wangu, mjini. Tunajuana na watoto wa mjini tunajuana, kwa hiyo ni itoshe kusema alikuwa mteja wangu hivyo, ananisupporti zamani na mpaka makeup hivyo. Mbona nasikia kwamba eti chanzo cha kugombana alikuwa anagombania sijui bwana, mm, sijui sijajua. Mimi nimekuuliza kuhusiana na kibao kata, sitaki kuingia kwenye dip kwenye maisha ya watu, sijui ni ukweli, sijui ni uongo, ila nimejibu pale ninapo nilipoona ninaweza kukuelewesha. Umeuliza kwa nini ni kibao kata kinasababisha watu, kwa nini aina ya sherehe ambazo watu lazima wagombane, nimekuambia jibu, hapana, kwa sababu sisi wenyewe tunafanyaga na hatutokeaje. Kwa hiyo watu kugombana ni wanagombana kutokana na hulka zao wenyewe hivyo Mm -hmm. So, uh, nini basi kifanyike ku maintain hizi kwa sababu inaonekana kama pia ni sehemu ya burudani, watu wanapata burudani, watu wanafahamika na nini, vitu vinatrendi. Nini kifanyike kudhibiti hali kama hizi kwenye vibao kata? Kuepusha maugomvi, ni, ni watu tu kujitambua na wajue nini wanataka afu wao wenyewe pia wajiheshimu kwa sababu mwanamke unavokuwa ni mtu wa maugomvi, ugomvi, kuna type ya heshima unaip, unaipunguza yani, kuna venye kuna watu wawezi kuangalia kwenye jicho la heshima eh. Kwa hiyo ni wao tu wajitambue, kuwa sio lazima ukagombania. Yani, kama kweli ni unagombana unaweza ukatafuta ewe ya kubatu na, na adui yako, sio kwenye maafla kama hayo ya kushutiana mavideo. Kwa hiyo ni wao tu watu wajue nini wana, wao ni wakina nani, wajitathmini vizuri. Sio kitu kizuri, sio picha nzuri kwa mwanamke kugombana gombana kwenye mashuri yani, sio kitu kizuri kabisa. Na, sio ujanja, ni ushamba mmoja wa hali ya juu vyote vingi tu. Nandy amefanya kibao kata chake, ilikuwa kizuri. Tunaenda kwenye vibao kata vya Nasibu, ndio kiboko wa kuandaa vibao kata almost kwenye mwezi sasa hivi, tunaona mambo yake mengi. Nasibu nani huyo? Diamond anaongelea nini? Sasa unajua kusikia Diamond anafanya kibao kata, mbona unashtuka kama ni habari mpya, kana nimemtukana? Jamani, maana umebadilisha hadi jicho la nini? Hivi kwa nini, kwa nini Diamond wagana kuamini sana yaani, waga na kukubali. Mimi na akili wewe. Kwa hiyo lazima niaminike na watu wenye akili zao timamu. Mimi na akili zangu timamu yani, sio mwenda azimo. Yaani uwezi tu kunikuta atuwezi tu tukaanza conversation tu kama ujielewi. Mimi na akili na attract hela nakutana na watu wenye ma vibe ya hela nyingi. nyingieo ti tusibitishie hilo hata kwa kauli mbili nzito tu kwamba wewe ni, uh, ni very unique na una uh, very unique eh, top notch. Kwa nini wewe uone? Jamani, mbona nyinyi, kuna vitu vingine mnataka hata vi u, uvi, uvi justify lakini unaviona tu. Mimi niko very unique eh, yeah, yani very unique yani. Uki, ukiniweka kwenye table ume, mtu kabisa yupo hapo, mawazo yanatoka, jambo linafanyika, linapangika na linaisha. that is how I am mm. Na utaki ukaribu na msanii yote mwingine? Sio, sitaki ukaribu na msanii wote. Sitaki ukaribu na mtu ambaye ajui nini, yani maana wewe ukaribu, yani sitaki kuwa na pwanka watu wasio kuwa na akili timamu, si bato na kila mtu. Ujue kwenye maisha, kila mtu ana yake, unatamani kuwa nani, unataka kuwa vipi. Kwa hiyo ukijiona wewe una kuna aina ya maisha unayataka, unatakiwa uanze kukaa na watu walokuzidi maisha, uh, maybe uh, walokuzidi zaidi maisha yako, au uh, watu mnaokimbia mnaokimbia mbio moja, ili ujifunze kwa sababu kila siku inabidi tujifunze mimi nikikaa na mtu mkubwa l laa kama mfano wake kama nikikaa na Diamond. Diamond di kuna kitu nitajifunza kitu nitajifunza, mm, tajiri mdogo hao wameweza ku maintain vitu vyake vyote, lakini hadi sasa hivi kuwepo tu kwenye game zaidi ya mamiaka na mamiaka na anafanya vizuri kwa hiyo kuna kitu utajifunza. Lakini kuna aina mtu nikaa naye siwezi kujifunza mm, yani msanii, mna, kuna aina msanii nikaa naye siwezi kujifunza. Kwa hiyo naangaliaga sana. Sifanyi vitu kwa miemko au kwa vibe. No. Eaa, umenitafuta hapa mda gani? Niko busy na kazi zangu kwao na vitu vingi sana vya kwangu, kuliko hata kufata hivyo vitu kutafuta hiyo majina ya kipumbavu pumbavu. Na Diamond Platinumz ni msanii mkubwa sana, na hata kumsogelea kwake waga sio kirahisi, lakini wewe umeonekana ukiwa ni mtu wake wa karibu sana, na najiuliza mambo mengi hivi. Mara nyingi ukaganae waga nakuambiga nini? Vikubwa vya kimaendeleo vingi kwanza, ni mtu ambaye kanaye akiona umefanya kitu anakuwa very proud Diamond ana kuna siku kusema kwa kwa mtu yote anakuwaga karibu na Diamond alafu ukawa au kuna aina fulani ya maisha hujafikia. Diamond anapenda sana watu wanaojituma yani, e sana, yes anapenda watu wanaopambana hivyo kwao mi nae tukikaga naye ni mtu akugaefanya hapa, unaweza kufanya hiki, yeye usifanye hiki, ingia hivi hapa, au hivi hapa, umetisha hapa, au akiona umepitia issue yote ambayo anahisi au yeye anaona itaku itakupunguzia ku... punguzi ya kasi ya wewe kuendelea kupambana na kupigia, Ah hiyo hii kawaida, acha na iko iko hivi. Hapa yi, huwa hivi. Wewe kaza mwendo hivyo. E, e, e, e, hivyo e, ndo Diamond alivyo. Ni mtu mzuri sana, anaweza ku... anakusupport financial na yani anakuepo kwako wewe, kwenye kila, mimi naonaga Diamond akiwa labda na mtu na ukaribu na mtu labda, kifano kama Noeli, labda na designer wake, labda na kwa, labda na ukaribu labda na anskana, kwa sababu anamshuti wewe. Ukaribu wako na Diamond kikubwa hasa, so siku ilikuwa ni nini? <laughs> Mim, mimi nadili, mimi, ukaribu wangu mkubwa na Diamond kwa sababu mimi nadili yani mimi ni vision ya watu yeye, yani ana watu anaopenda, anawapenda au anawasupport. Mimi ni hairstylist wa mke wake, na pia kwenye huo hairstylist mi siuzii nywele kila mtu. Kwa hiyo chain yangu nadili na wanawake matajiri wengi, yani kwa, umeelewa? Diamond naye pia ni tajiri mkubwa, mwanamke wake anavaa nywele kwangu, kwa hiyo hapo kuna connection. Hmm. tayari yes. hivi ina maana Zuchu kwa haraka <laughs> kwa kwa haraka haraka, uh, anatumia kama shilingi ngapi kwenye kununua wigi? Lakini gharama sana ni kama shilingi ngapi hivi, labda unaweza kutuambia, kwa sababu pengine mtu anakutazama hapa anafikiria mambo mengi, kwamba da, sasa Anko T anauzia mawigi master. Lakini hawezi yani, bajeti yake ya nywele haiwezi kupungua milioni 35 kwa mwezi. Yes, kabisa tena hapo naongelea kanunua nywele ngapi, mbili au tatu. Kwa hiyo nataka kusema ni kila at least kila wiki anavaa nywele mpya, we are talking about 50 au milioni stini, hivo milioni stini za nywele. mm -hmm. bajeti yake yes, na nimekwambia hapo nimekwambia ni kama milioni i, I mean, milioni ishirini na tano ishirini na ngapi tunaongelea milioni thelathini, si yani hapo naongelea mawigi mawili matatu hivo, lakini nimekwambia kama atanunua nywele kwenye mwezi mzima, at least kwenye kila wiki wigi moja. mawigi maake mawigi pia ao yanatofautiana mm kuna nywele ya ukizisikia uh, kuna nywele inauzwa gharama sana. Kuna nywele za kuuza bei ya kati, kuna nywele za kuuza bei ya chini. Kwa hiyo ni anavaa nywele za gharama, kwa sababu kwanza ni anapenda nywele ndefu. Sasa kwenye soko la nywele, nywele yote ukiona ndefu zaidi ya nchi ya arobaini, nchi ya hamsini ni gharama, hata upatikanaji wake. Unaweza hapa dukani kwangu mimi uje ukaiangalia ukashangaa, nina moja tu mm. eh. uh, Zuchu unaonekana ukiwa naye karibu sana na mm. sijajua ni kwa sababu gani lakini mi naamini kwa sababu ya, ya the way ambavyo umekuwa ukijitoa lakini pia unaofanya kazi yako vizuri sana. ni sta gani mwingine ambaye huwa yani haipiti siku ujazungumza naye kama ulivyo karibu na Zuchu Nandy? mm. Sasa, Nandy mwingine kama Nandy unasema anatumia shilingi milioni sitini. yeah. Zuchu milioni sitini mpaka thelathini, maybe umekadiria kwa haraka haraka. mm. vipi kwa upande wa Nandy ambaye ni mshikaji wako also, anatumia hivyo hivyo. yani hao wanawake wote mi nawavisha nywele wanatumia hizo hela hizo wanatumia hela nyingi kwa sababu ni wanapenda nywele nzuri na hawapendi nywele zao zijirudie rudie, rudie. Kwa hiyo Nandy na anaweza kuagiza nywele ambayo anajua kabisa mtu hajaiva. Zuchu anaweza kuagiza nywele ambayo anajua mtu mwingine hajaiva, okay. Uh, yes. Mimi nilijaribu kufuatilia historia yako maisha yako. Mm -hmm. Eh, Anko T, haikuwa storia ambayo ni rahisi sana kwa sababu ni, ni mtu ambaye unataja kwamba ulianzia chini sana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kupambana. Mm -hmm. Labda unaweza kutupitisha kwenye hizo momenti mpaka ukufikia level hii kubwa ulofika. Sijaelewa mm, nikuelezee kwa upande kwa upande kwa engo ipi? hmm. kwa sababu watu wanakutazama kwenye mitandao ya kijamii, kuna ambao wanakutafuta wanakuta, wanakutazama kama negative, lakini kuna ambao wanakutazama positive. So kuna ambao wanakutazama wewe kama mfano, kama kijana labda, ulifanya nini na nini, ni mbinu gani ambazo ulizitumia kufika mpaka level hii uliofika ya kufungua taasisi kama hii, lakini pia kwa ajili vijana ambao mpaka sasa hivi wanakutegemea wewe, na wakiamka asubuhi lazima waje hapo kufanya kazi na maana umeshikilia ume baadhi ya maisha ya watu hmm. Kwanza ni kujua tu nini unataka ujawa. Before sijawa Anko T watu wanamjua mimi, mimi ni mfanyakazi, nilikuwa tena mfanyakazi wa kuajiriwa, lakini pia mfanyakazi mwenye heshima mwenye weredi na kazi yangu nilikuwa naipenda kazi yangu zaidi ya ninavyojipenda mimi mwenyewe. Uaminifu, yes kwa hiyo kwa watu kwa wanaonijua mimi toka zamani, ukiongelea Anko T mchapa kazi, ni wananijua yes. Nilikuwa nilikuwa mfanya kazi mzuri, yani kwa mabosi zangu niliwahi kupitaga, hakuna hata bosi wangu mmoja ambao hakuaiji kuwa proud na mimi, kwa sababu nilikuwa najitoa sana kazini na nilikuwa napenda ili fanye vizuri katika maisha au usogee kwanza, nilikuwa uwe unapenda kile unachokifanya. Of course, nilikuwa nakipenda kile ninachokifanya, lakini pia nilikuwa siumbishwi na neno la mtu ambaye huyo mtu hawezi the end of the day akaweka chochote kwenye meza yangu, au akaweka chochote cha kufeed familia yangu. Mimi nilikuwa na focus na nini nataka na kwa nini nitakifanya na kitakuwa kwa ukubwa fulani, na itakuwa hivyo kwa sababu kwenye jambo lolote la maisha au la maendeleo Roho ya kwanza ya mafanikio ni wewe mwenyewe. Ukisema na nitafanya hivi, zinahitajika juhudi ili kukamilisha, sio useme nitafanya alafu umelala. Mimi ni asla, yani kuliko mtu yote anavyofikiria, nimepambana ndani na nje ya nchi Yes. na imetumia muda gani kupambana mpaka kufikia level hii? mm -mm, kwa sababu sio kufikia level hii...